Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ameniwezesha leo kufika hapa Kabinyora, na dhamira ilikuwa ni kuja kuona vijana wenzangu namna wanavyojishughulisha na shughuli za uzalishaji, hasa katika ufugaji wa samaki kwa kupitia vizimba. Nimepata nafasi, nimeenda kwenye vizimba, nimeangalia, nimepewa maelezo yaliyojitosheleza na kwanza kabisa ningependa kuchukua fursa hii kuwapongeza sana vijana walio katika mradi huu, naomba tuwapige makofi sana. Wamethubutu na wameanza kuchukua hatua. Serikali ya awamu ya sita inaongozwa na, na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan iliona umuhimu wa kutengeneza mipango maalumu kwa ajili ya kuwasaidia vijana hasa kwa eneo la kiuchumi. Pesa ambazo zimetumika hapa zaidi ya milioni mia tatu zimetolewa na serikali kupitia benki ya maendeleo ya kilimo. Dhamira yake ni kuona vijana wanaopatikana maeneo haya pia wanatengeneza shughuli za kiuchumi ambazo zitainua maisha yao, lakini ninyi ni mashahidi. Mheshimiwa Rais wakati anapita katika kampeni alisema ataendelea kutoa pesa kwa ajili ya wajasiriamali wadogo, wakati na wale ambao wanaanzisha makampuni ambao ni machanga, na alisema atatenga bilioni mia mbili kwa ajili ya kazi hiyo. Habari njema ni kwamba alisema atafanya hiyo katika siku mia moja tangu apishwe, na hivi ninavyozungumza, tayari utaratibu wa kutoa fedha hizo umeshaandaliwa na zinatolewa katika wizara mbalimbali. Ziko zinatolewa katika wizara ya madini, ziko zinatolewa katika wizara inayohusiana na mambo ya mawasiliano na teknolojia, ziko ambazo zitatolewa kupitia uh, wizara ya maendeleo ya jamii, lakini ziko ambazo zitatolewa pia kupitia wizara ya uvuvi. Na ndio maana mimi nimekuja hapa leo nione niangalie vijana walioko Kabwinyora, je, wanatamani kuwezeshwa zaidi na serikali? Majibu ambayo nimeyapata kwa nilichokiona, ujumbe nitakaorudisha ni kwamba vijana wa Kabwinyora sio vijana wa lalamishi, sio vijana wanaolaumu, ni vijana wanaojituma kufanya kazi, wanastahili kuongezewa mitaji ili wajikwamue kiuchumi. Nimepokea changamoto nilipokuwa kule ndani ya maji. Changamoto mojawapo imeelezwa ni vifaranga kufa. Wengi wanapokuja wanakuwa na kufa. Nimepewa hapa takwimu zinaonyesha walikuwa wanatakiwa vifaranga 10,000 lakini wamepatikana vifaranga 3,500. Sasa mkurugenzi, uko hapa. Mkurugenzi uko wapi? Sio, mwenyekiti wa halmashauri yuko hapa. Sasa hili swala wamelieleza na nafikiri ni jambo lenye mantiki na tunahitaji kulifuatilia. Kwa sababu kama malipo yaliyofanyika ni vifaranga 10,000 alafu waliopatikana ni 3,500 na wanavuna wameniambia, katika zile vizimba vitatu wamepata milioni kumi, kwa sababu wamepata tani tatu badala ya tani kumi. Ninaamini kama wangekuwa wamekamilika, basi wangekuwa wamepata faida kubwa zaidi, kwa sababu sasa hivi wametumiwa pesa kurejesha tu marejesho, lakini hawajafikia na pesa yote. Ninaamini kwamba nimeambiwa wanaletwa vifaranga wengine. Viongozi tusimamie, kama vifaranga wanataka wao elfu kumi, tunataka tuone vifaranga elfu kumi katika vizimba. Hapo katikati wanapopotelea, tujue nani anawapoteza na kama kuna mtu anafanya ujanja ujanja hapo katikati, dhamira Mheshimiwa Rais ni kuona kwamba vijana wanafikiwa na changamoto zao zinatatuliwa, asiwepo mtu anayeingilia huo mchakato. Kwa hiyo ninatoa maelekezo, watakapokuwa wanaweka kwa mara ya pili, nitapata ripoti na sitaipata tu kwa viongozi, ripoti hiyo nitaipata pia kupitia vijana wenyewe wanaofanya huo mradi, ndio wataniambia kwamba vifaranga wamekamilika, hawa hawajakamilika. Kama hawajakamilika, maanake lazima mtu awajibike, kwa sababu ina maana hajatendea haki zoezi ambayo tunalifanya, lakini pia ni upotevu wa pesa ambazo serikali inawekeza bado. Lakini pia ipo changamoto ya chakula ambayo nimeisikia nime, na tutaongea na wenzetu wa TADB ambao wamekuwa ki, kwa pesa zikipitia kwenye benki yao na wamekuwa wasimamizi katika hili, tuone namna gani tunaweza tukatatua changamoto hii, kwa sababu kama vifaranga wengine wanakufa kwa sababu wanakosa chakula, kinachelewa maana yake tunakuwa tunafanya mradi usitoe matokeo ambayo yanahitajika, kwa tunahitaji kutafuta ufumbuzi Hakuna jambo ambalo halina suluhisho. Tukae chini viongozi, tujadiliane, tukubaliane na tupate ufumbuzi. Tunafanyaje ili chakula kisiweze kuchelewa? Naamini jambo hili linaweza likafanyika. Mheshimiwa Rais ameshamaliza kazi yake, ameshatoa pesa. Sasa huku chini tunatakiwa tusimamie ili pesa hizo ziweze kuleta matokeo.